Mimi Dkt. Lameck Karanga, mkuu wa wilaya ya Karatu. Kama mnavyofahamu, zimebaki siku sita kufanyika zoezi kubwa ambalo ni la kikatiba katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambalo ni siku ya kupiga kura kwa kupata viongozi watakaotuletea maendeleo katika taifa hili, yaani siku ya Uchaguzi Mkuu. Na sisi kwa wilaya ya Karatu tuko shwari, amani ipo ya kutosha. Niwaombe wananchi wote wajitokeze kwa wingi kuhakikisha kwamba zoezi hilo lina linafanyika na wala wasipate ushawishi wowote wala kupokea maneno yanayopita kwenye mitandao kwamba hakuna zoezi hilo. Mimi ninawahakikishia na nitaendelea kuwahakikishia, wilaya iko shwari, na wote kama tunavyofahamu, hadi sasa hivi tunaendelea na shughuli zetu za kawaida, na siku hiyo tukimaliza kupiga kura, tujitokeze tena kufanya majukumu yetu ya kawaida kama tulivyozoea. Ni waombe pia ukitoka hiyo siku kwenda kupiga kura, toka na mwenzako, toka na ndugu yako, toka na rafiki yako, na muhamasishe pia na wengine ambao wakati mwingine wanakuwa hawafahamu kwamba siku hiyo ni siku ya kupiga kura, ili twende tukatekeleze wajibu wetu wa kikatiba wa kupiga kura na kuchagua viongozi wetu wa kutuletea maendeleo katika taifa letu. Nawashukuru sana, nawatakia majukumu mema wakati mnajiandaa kwenye siku hiyo muhimu ya kupiga kura ya tarehe 29 mwezi wa 10 20, 2025. Naitwa Florida Kimambo, ni msimamizi wa uchaguzi jimbo la Karatu kuelekea uchaguzi mkuu wa raisi wa bunge na madiwani unaotarajiwa kufanyika siku ya Jumatano tarehe 29 Oktoba 2025. Hadi tarehe ya leo zimebaki siku sita kufikia siku hiyo. Vituo vya kupiga kura vitakavyotumika ni vile vilivyotumika kwa ajili ya uandikishaji, na mpiga kura atatakiwa kufika kwenye kituo akiwa na kadi ya mpiga kura. Kituo kitafunguliwa saa moja kamili asubuhi na kufungwa saa kumi kamili jioni. Mpiga kura aliyojiandikisha kwa hatua ya sasa, anaweza kufika kwenye kituo alichojiandikisha kwa ajili ya kuhakiki taarifa mbalimbali ambazo zimebandikwa kwenye kituo, ikiwemo tangazo la uchaguzi, orodha ya wapiga kura watakaopiga kura kituo tofauti na walichojiandikisha kwa ajili ya kupiga kura ya rais pamoja na mfano wa karatasi za kura kwa ajili ya rais, mbunge na diwani. Lakini pia katika vituo vya kupiga kura watakuwepo wasimamizi wa vituo, makarani waongozaji wa kupiga kura pamoja na wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi. Hadi kufikia leo tumeshafanya maandalizi ya kuwapata watendaji wa vituo na tarehe 25 tunatarajia kufanya mafunzo kwa makarani waongozaji wa kupiga kura ambao watawapokea wapiga kura kituoni na kuwaelekeza sehemu sahihi ambao watatarajia kupiga kura. Tarehe 26 na tarehe 27 tunatarajia kufanya mafunzo kwa ajili ya wasimamizi wa vituo na wasimamizi wa saidizi wa vituo ambao ni watendaji watakuwa kwa vituo vya kupigia kura. Mpiga kura ambaye kitambulisho chake kimepotea au kimeharibika anaweza kupiga kura kwa kutumia vitambulisho vifuatavyo. Leseni ya udereva pasi ya kusafiria au kitambulisho cha NIDA. Na ili aweze kupiga kura kwa kutumia vitambulisho hivyo ni lazima awe ameandikisha kwenye daftari la wa kudumu la wapiga kura, na majina yaliyo kwa kwenye kitambulisho atakavyobadala atakavyotumia ni lazima ufanane na majina yaliyo kwenye daftari la wa kudumu la wapiga kura. Ninawahamasisha wananchi wa jimbo wa la Karatu waweze kujitokeza kupiga kura siku ya tarehe 29 Oktoba 2025 kwa amani na utulivu ni vyema akatoka mapema kwa ajili ya kupiga kura, ili kuwahi kabla kituo hakijafungwa. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura.